Uh, Peter Passion kuna hili ambalo siku ya jana inasemekana kwamba baada ya mchezo wa Tabora United dhidi ya Dar es Salaam Young African kutamatika. Meneja habari ya kikosi cha Dar es Salaam Young African, Ally Shaban Kamwe, alishikiliwa na jeshi la polisi eh, na inasemekana bwana Mwamba kalala ngome kalala mahabusu yeah, ni taarifa ambazo zimethibitishwa pia zimethibitishwa na mkuu wa kituo cha polisi kwamba jana baada ya game walimshikilia kwa ajili ya mahojiano hmm. Na, na leo asubuhi walimhamisha wali kituo kwenda kituo kikuu cha, cha Tabora kwa hiyo ni kwa ajili kwa ya mahojiano. Jana akalala kwa ajili ya mahojiano, leo wamemhamisha, eh, si kwa ajili ya mahojiano na <laughs> moja kati ya sababu kubwa inataja ni, ku, ni kukashifu viongozi wa serikali ni moja kati ya tuhuma yake kubwa. Kwa hiyo ni mimi nafikiri ni misingi tu unapaswa kuishi kwenye misingi unajua ukiwa Yanga ukiwa Simba usifikiri wewe ni mkubwa kuliko serikali. hmm. Yani uaa ukijue kabisa yani Yanga sio serikali, Simba sio serikali. Serikali ina watu wake, kwa ukipewa dhamana, jaribu kuwa kwenye misingi ambayo inakufanya uwe mtu wa misingi, kwa sababu huwezi kuwa msemaji kama hujapita kwenye journalism, si ndio? hmm. journalism kuna na pillars, na, kuna misingi na na, na, Ally Shabani Kamwe ni mwandishi wa habari aliyesomea. Yaani sio kusomea tu ni nguli. Yaani hey, football ameishi nayo. Yaani anajua misingi. Ya, kwa hiyo unapaswa kujua kwamba hapa na muendo vipi hapa nafanya plagiarism au nafanya kitu gani? Yes. Umenielewa kwa hmm. Lazima ujue kabisa kwamba hapa nafanya defamation au nafanya kitu gani? hmm. Lazima ujue sasa, kama huwezi kuwa unajua hicho kitu, maanake utakuwa na kukosti kila siku. Kumbuka hapa katikati kuna taarifa ilikuwa inamweleza kwamba amepigwa bani si ndio? Alinusulika chupu chupu, na hatujui kwamba taarifa sio alinusulika, mpaka sasa tujajua mpaka taarifa iko vipi, si ndio? Kwa hiyo bado kuna hali nyingine ambayo inatokea tena. Mwisho wa siku utakuwa watu na kutetea, mwisho wa siku watachoka, hadi yaji manara waliwahi kumtetea sana kwa muda mrefu sana, walimtetea sana, kila siku wanamtetea, lakini mwisho wa siku kilitokea kitu gani? Hakuja kafungiwa, sio miaka mitatu, sio mitano ile. Watu wakamwachia sasa. Watu wakamwachia, si ndio? Kwa hiyo mambo kama haya mimi nafikiri kwenye misingi ya kazi ya sikutoe utu ukaona kwamba wewe ni bora kuliko watu wengine though, tunajua uh, maneno ya, ya RC kwamba unakumbuka neno ambalo lilizungumzwa ni kiherehere e, alisema e, uh, e, po chacha e, kiherehere e. Akasema kuna watu wamekuja hata afya yangu kidogo haiko, tunasema maneno ya kuchagiza e, kwenye futbol. ya kuchachua sasa unaposu... ah, hi, ya, kwanza moja alisema kwa marashi yake ya Pasaka eh? <laughs> Football ya bongo wala burudani yake yule inachachua lakini ya. Sasa unapaswa uangalie unamchachua nani, unamchachua nani? Hey. Yule, yule ni mwakilishi wa rais yeye kwa upande wa po chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, manake kwa namna moja au nyingine yeye na alikamwe afika uwanjani kwa mujibu wa alikamwe yaliisha ya kwa yeye sasa. Lakini ana kofia ya mtumishi wa serikali. Ngoja ngoja, ngoja, nikwambie kitu. Unajua maana ya kufanya hiki kitu mimi hmm. Binafsi najaribu kufikiria kwa mawazo yangu hmm kwa majibu na majibizano aliyotokea, si ndio? hmm. hmm. kwa majibu, majibizano aliyotokea, uh, kwa na majibizano aliyokuwa natokea unapaswa kujua kwamba huyu amewekwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, maanake huo utamkosoa rais kwa kile ambacho yeye amemkiweka pale, si ndio? Yani, huyu ni mwakilishi wa rais, unapaswa kuzungumza kwa misingi ambayo unajua kabisa kwamba hapa sintamkosea, uh, raia namba moja wa nchi ambaye ni mheshimiwa rais, si ndio? hmm. yeye ndio kamteua Po Chacha kwenda pale, si ndio? Tabora United wamempa nafasi kama mlezi, hawajamchagua, sindio? wamwambia tunaomba uwe mlezi wa timu kwa sababu wewe ndio mkuu wa ulinzi na usalama wa mkoa sindio, anapaswa kuwa na misingi. Mimi nakumbuka alikamo, pia huyu huyu aliwahi kutumia lugha chafu kwa Juma Juma Ramadhani Mgunda, ndio? kwamba huyu na huyu bora nini, unakumbuka hiyo kauli, eh, akaomba radhi na Juma Mgunda akamsamehe, eh, sindio, eh. uyu ni kijana wangu ni mwanangu, yapite tu yaishi, ndio? yakawa yameisha ya kwa hiyo haikuwa ni kauli nzuri, lakini Juma Mgunda alipokea, kwa sababu yeye hayupo kwenye serikali, yupo kwenye michezo, aliona ni kijana kateleza na nini, yamepita. Lakini usi -oversize, ukazidi kupitiliza, ukaona kwamba sasa mm, nastahili kufanya kila kitu. Of course mimi najua ni jambo litaisha, lakini wanapaswa kuwa ni alert kwa wengine pia. Maafisa habari wengine wajue kwamba nafasi uliopewa wewe, sio mungu mtu kwenye hiyo nafasi, unapaswa kuheshimu mamlaka zilizowekwa na football, hakuna sehemu ambapo football imeandika kwamba we kwenye mpira ndo uongee ovyo. Haipo yani kwenye football kwamba kuna kip, kipengele kwa, kwa, kwa, mantiki hiyo alikamo ni muongea ovyo, yani kwa maana hivi hmm. Hata tunasikia maafisa bari wengine wanachachuana. Unajua wana kuna kuchachua afisa bari, yani wewe ni afisa bari kunichachua mimi yuko wenyewe kama yeye anavyochachua na Ahmed Ali, yes au yeye na ashimwi yes, au yeye na Zakazaka au yeye na Christina Mwagara walivokuwa wanachachuana yes, kwenye mechi ya dabi. maneno lazima yes, waangalie <laughs> Kwa mfano maneno ya Christina Mwagara kwamba asipo mbarazi ndani ya masaa 24 yametimia. Ndiyo maana yake hey. Kwa sababu yeye siyo anajua labda mipango ni nini, hey. Mlezi wake wa timu ni po Chacha. Ndio maana huenda alikuwa anajua nini kinafanyika. Hey. Na waliacha mechi ipite. Waache kwanza mboxi pigwe. Na niliona alikao mwalenda kusalimiana na nani? Na Poa na na Chacha. Chacha. Eh yes. E, mapema kabisa. Sasa hiyo anaweza kawa wewe umeifanya na labda mkuu mkuu yeye hana hiyo tally ameshasamehe. Lakini vio uh, vyombo vya Ulinzi na Usalama vinamwamini yule kama ndo mkuu wao wa Ulinzi na Usalama, kwa nini umdisvalue mbele yetu? Umenielewa vizuri? Si ndio? Lakini wale ambao wanafanya kazi ambao chini ya mkuu wa mkoa wakaona kwamba hapana, lazima tukamuulize, sababu kuna RPC pia, si ndio? Kwa mkoa, si ndio? Kuna viongozi kuna, kuna kazi, kwa una watendaji wake kazi, si ndio? Kwa ile unazungumzia pillars ya uongozi yote ipo. Yeye anaweza kusema bana bana, mimi bana kijana wangu, mimi, sawa. Tucheze mpira, ilikuwa ni maneno ya kimpira, lakini hao wengine sasa ambao wako chini yake wanaona sasa, no, haiwezekani. Kwa nini mbele yetu tukamzungumze naye tujue alikuwa na lengo gani, si ndio? Na, na wakati kuna kuna watu wa, wa usalama wapo, ndo kazi yao, na haya maneno ulikuwa na maanisha nini? ndio maana yake na man, kwa nini? ndio maana nasema kwamba unapaswa kuwa na, na misingi hmm. Hiyo, hio, unajua kundi... hujua, hii imezidi imetokea mara kadhaa kwa Ally Kamwe, unajua na, kupa, na, na, na, na, na kwa upande wa serikali hawajui kama mnachachuana. Unajua najua eh haina utani kaka, kwa sababu wanaona kabisa ni defamation na defamation uh, ina, ina, ina vifungu vyake pale serikali tu. Ukitumia uki, uki, lugha chafu ni kosa kikanuni, yeah. si ndio kisheria? Yaani ukitumia lugha chafu kwa mtu akikoshtaki, ni tayari ni umedifameti mtu. Ngoja mimi wakati tunaendelea hapa naendelea kumtafuta mm. wakili Masudi, tuone kwa upande wa taratibu za kisheria ya unaweza yeah. una, ukajua una, nini inakuwaje. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna vitu vingi ambavyo eh, vinahitaji kuwa na, na, na mipaka. Mimi binafsi naamini litaisha, lakini kuisha kwake leo nifundisho kwa, ni kwa maafisa habari wengine pia. Yani, tatizo siku hizi uafisa habari umeonekana kama yani, unaweza kum, kumsema yoyote kwa sababu wewe labda timu yako ina fan base, si ndio? Nakumbuka juzi hapa aliitwa Ahmed Ali aliitwa na Ali Kamwe pia kwa pamoja, kwa hiyo wanapasa kuwa na misingi imara ili mm, kuweza ku, ku, kuweka vitu ambavyo ni sahihi. Unajua ku, uki ukiamua kujiepusha na vitu ambavyo si sahihi kwenye kwenye kwenye serikali, inaweza kuwa na wakati mzuri zaidi kuweka kuendelea kuwa safe zaidi mm, kuna maafisa bado wengine hata hawajaguswa. Nakumbuka juzi ali afisa habari wa wa Kagera pia na yeye afisa habari wa Tanzania Prison pia unajua sekeseke seke lake si ndio? Ndio. Kwa hiyo yeah. Inatokea kifungo kijaisha? Mi sijui sasa. <laughs> Kwani mimi ndio nitoa hukumu? Sijui. Mifunga. Ah ah, sasa mwanao. Sasa mwanangu inahusika nini? Sasa una ah, si unauliza? Bwana muulizaji. Bwana sikusikii. Oh bwana bwana bwana bwana sikusikii, eh? Yeah? Kwa hiyo ah, yanatokea, yanatokea. Kwa hiyo mimi nafikiri ni ni kuwa na mipaka ya kazi. Yaani usifikiri usi kwamba kuwa kwenye klabu wewe ni juu ya mamlaka. Mamlaka zipo ili ziheshimiwe. Yaani mamlaka zimewekwa hata, hata kuwa ni Musa huwa anazungumza siku zote kwenye madhabahu na madhabahu ya kudumu, ngome ya Yesu Kristo, huwa anasema kwamba hata yeye anaheshimu mamlaka. Yeye sio mwanasiasa na hafanyi siasa na haipo kwenye siasa, ila lazima amuheshimu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hata Biblia hmm, inaandika heshimuni mamlaka zilizowekwa. Kwa hiyo kama mamlaka zimewekwa, unapaswa ku-respect. Eh, muhimu sana sasa. Yeah. Uh, Peter Passion eh, tusikie kile ambacho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 ganya mwambieni, Mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema Jumatano atachacha kweli. Amezungumza kwamba ameshangaa eti msemaji wa timu kapata mapokezi haya. Bwana huyo ni Ally Shabani Kamwe, na hiyo ndiyo Uh, kile ambacho alikizungumza mi naona ndugu yangu Passion yeye alisema, naanza kuomba radhi eh, kwa aliyemtuma. Sasa tuliachie jeshi la polisi, au unasemaje? ya tunaliachia, tuna, tuna jeshi la polisi na hmm, linafanya kazi yake hmm. Nafikiri kwa mahojiano sio kosa kubwa, kwa sababu wanachohitaji ni kujiridhisha Eh, ona wanahitaji kujiridhisha ili waweze kuweka jambo sawa kwenye, kwenye jambo hilo, na sisi tuliache jeshi la polisi lifanye kazi yake, kwa sababu sisi hatuwezi kuwa na sauti wala mamlaka juu ya jeshi la polisi. Lakini sisi tunajaribu kushauri kwa, ma, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maafisa habari kwamba nafasi uliopewa sio nafasi ambayo unaweza kumdisvalue ku mtu yoyote hmm. jaribu kuangalia title ya mtu hata kama sio hana title, basi tumia weledi zaidi kuweza kulisolve kitu. Unajua ku, ukimsikiza hapo alikamwe hazungumzi kwa ajili ya kumdisivalu uh, kiongozi ila ni kutaka kuwafanya mashabiki wa Young Africa wa enjoy, si ndio? Si ndio, kuchachuana ndio, e, kuchachua. Lakini sasa unapochachua, angalau unachachua vipi? <laughs>